Tenda Radio. Imepewa nguvu na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA. Tunakupa ramani ya kupata zabuni. Kwa mfumo wa NeST, fursa kiganjani. Mfumo wa NeST umeleta usawa. Your connection pekee inayokupa power. Tenda Radio. Kinyemi na nguvu mpya hukupa pumzi ya kumaliza mlima wa changamoto na kufika ng'ambo yenye fursa na maendeleo zaidi. Karibu kwenye msimu mpya wa Tenda Radio. Tenda Radio, tumejikita kukupa taarifa za fursa za tenda za serikali zinazotolewa kila siku kupitia mfumo wa NeST unaosimamiwa na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA. Tulipokamilisha muhula wa kwanza wa serikali ya awamu ya sita Oktoba 2025, tenda zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 19 zilitolewa kwa makundi maalum, yaani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu kupitia mfumo wa NeST. Wakati huu bajeti iliyotengwa ni ya tenda zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 5 kwa ajili ya makundi haya maalum, na wewe unaweza kuwa sehemu ya wanufaika kwenye haya makundi maalum tuzo mia tano na moja zimeshatolewa kwa haya makundi maalum ambayo yanakaribia mia tano. Hiyo ni sauti ya mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Denis Simba. Utamsikia hapo baadaye na utafahamu jinsi unavyoweza kunufaika na mpango huu wa serikali ya awamu ya sita kuendelea kutoa ajira kupitia tenda za serikali. Utawasikia pia wabunge, viongozi wa taasisi za kijamii, wananchi na mheshimiwa waziri. Na leo tutajikita zaidi katika fursa zinazotolewa kwa watu wenye ulemavu. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka mwenye furushi la fursa. Tesla. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa NeST kwa kupiga simu namba 073649948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0262963854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Na kutaarifu tu kuwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu inazitaka taasisi za serikali kutenga asilimia 30 ya bajeti ya ununuzi yaani tenda kwa ajili ya makundi maalum: wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Zaidi ya asilimia sabini ya bajeti kuu ya serikali inatumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake, katika kila shilingi milioni moja, zaidi ya shilingi laki saba inatumika kwenye tenda za serikali. Huduma ya jinsi ya kupata tenda za serikali imesogezwa zaidi karibu yako. Mkurugenzi mkuu wa PPRA bwana Dennis Simba anatueleza jinsi ambavyo fursa za tenda za serikali zimeongezeka kwa ajili ya makundi maalum. Kwenye haya makundi maalum tuzo mia tano na moja zimeshatolewa kwa haya makundi maalum ambayo yanakaribia mia tano, na bajeti ya 2025/26 ni trilioni 56.5 ambapo kati ya asilimia 60 mpaka 70 ni ununuzi wa umma. Ukifanya hesabu za kawaida unajikuta kwamba eneo hili la makundi maalum kama inavyoelekezwa kwa kila taasisi kutenga asilimia 30, eh, takriban trilioni 5. Na maana tutakuwa tumeongeza ajira, tumechochea ujasiriamali katika nchi, kwa sababu haya makundi yatajiunga na kufanya biashara na serikali, na vilevile tutakuwa tunaongeza wigo wa walipakodi, kwa sababu mwishoni haya makundi yote yakiweza kufanya, kufanya kazi na serikali, kutakuwa na uongezeko kubwa la walipakodi na faida nyingine kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu, anazungumziaje fursa za tenda kwa makundi maalum, hususan watu wenye ulemavu? Mheshimiwa Rais anawapenda, anawathamini na ataendelea kuhakikisha kuwa maslahi yote ya watu wenye ulemavu nchini yanapata fursa muhimu katika ujenzi wa nchi yao ili kuendelea kwa pamoja kujenga taifa la Tanzania linalohimiza umoja na mshikamano. Watu wenye ulemavu ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa hili, hivyo wanapaswa kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo sawa na watu wasio na ulemavu. Zile asilimia thelathini za zabuni za umma mahususi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na wazee zimeendelea kutolewa. Pia fedha hizi ni zenu, undeni vikundi vyenu, zikimbilieni, kwani ni matunda ya serikali ya awamu ya sita kwenu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, SHIVYAWATA, limepata mafunzo ya jinsi ya kupata tenda za serikali kupitia mfumo wa Nesti, wakifaidika na asilimia thelathini za tenda zilizotengwa kwa makundi maalum. Baada ya mafunzo hayo yaliyotolewa na PPRA, wana jambo la kusema. Kwa majina, anaitwa Boke Ramadhani Manyori, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya Dodoma Mjini. Mi ni mjasiriamali, umfumo wa Nesti utatusaidia sisi kuuza vitu vyetu ambavyo vilikuwa havitamburiki ndani ya serikali. Naamini tutaweza kujipatia kipato na kujinua kiuchumi. Kwa jina naitwa Ali Kiponda, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Ruvuma. Hii habari tumepokea kwa furaha, kwa sababu lipo fungu maalum yani ni kundi maalum yani sisi fursa itakuwa tunaenda moja kwa moja. Kwa majina anaitwa Mekitida Pita, anatokea mkoa wa Geita, ni katibu wa Shivyawata mkoa wa Geita. Nashukuru sana Rais Samia kwa kuliona hili, ninasema asante, aendelee kuwa na moyo wa hivyo na sisi kutuona walemavu. Wakati mwingine tulikuwa tumesahaulika sana. Watu waichangamkie hii fursa, wasiiache na ni nzuri na itawasaidia kwa watu wenye ulemavu. Hamadi Abdalla Komboza ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha ulemavu Tanzania. E, kwa kweli ni jambo zuri, kila watu wenye ulemavu wajaribu kuunda vikundi ambavyo tuweze kunufaika na huu mpango wa asilimia 30. Ni serikali, nipongeze serikali kwa sababu hayo yote ni namna gani ambayo serikali inatujali na kuthamini watu wenye ulemavu. Mfumo wa Nesti ni mfumo mzuri sana, ni mfumo ambao unaondokana na mfumo wa makaratasi zamani. utatujengea Eh, vizuri zaidi watu wenye ulemavu katika kupata huduma hii kwa urahisi zaidi. Unapaswa kufahamu kuwa katika asilimia 30 ya bajeti ya tenda za serikali iliyotengwa kwa ajili ya makundi maalum watu wenye ulemavu wanapata asilimia kumi ya mgao huo. Je, yeah, wananufaika vipi na upendeleo huu? Mwenzetu Roda Simba amepiga stori na mwakilishi wa watu wenye ulemavu ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndipo na Stela Ikupa Alex, mwakilishi wa kundi la watu wenye ulemavu bungeni na mwenyekiti wa taasisi ya Ikupa Foundation, anazungumzia mchango wa asilimia 30 za tenda za serikali zinavyowasaidia watu wenye ulemavu. Mheshimiwa, Umepokeaje fursa hii ya asilimia 30 ya tenda za serikali iliyotengwa kwa ajili ya makundi maalumu ikiwa ni pamoja na watu wenye ulemavu? Kwanza kabisa ni mshukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii asilimia thelathini ambayo inatengwa inatugusa pia sisi watu wenye ulemavu. Aliona kabisa kwamba hili kundi haliwezi kupigana lenyewe, kwa hiyo tulitengee fursa ambayo inaweza kuwa rahis kwao kwa akses hizi tenda ambazo zinakuwa zina, zinatolewa. Kupitia uwakilishi wako bungeni na uzoefu wako wa kufanya kazi na watu wenye ulemavu, unaona hii asilimia 30 ya tenda za serikali itawanufaisha vipi watu wenye ulemavu? Imekuwa ni kitu kizuri Ukiwasikiliza wao wenyewe wanavyosema, ukishafanya zile shughuli sasa ile hela inakuwa inawasaidia kuendelea kuinua vipato vyao, na si kama ili kundi linakuwa haliwezi kufanya vitu, sema tu sasa inakuwa hakuna ule uwezeshaji. Uwepo wa ile asilimia itanufaisha sana kundi la watu wenye ulemavu. Sawa, una wito gani kwa watu wenye ulemavu na jamii kwa ujumla? Wito wangu kwa kundi la watu wenye ulemavu wenzangu ni kwamba, mimi nimekuwa nikitumia msemo huu kwamba Mheshimiwa Rais anakuwa anatuandalia chakula pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana mkurugenzi wa PPRA. Kwa kweli ana maono pia makubwa, yani ni, ni mtendaji ambaye anayabeba yale maono ambayo yuko nayo Mheshimiwa Rais wetu yani, anayatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo zuri sana. Huyo ni Roda Simba akizungumza na mwenyekiti wa taasisi ya Ikupa Foundation, taasisi inayojikita kuwasaidia watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwakilishi wa watu wenye ulemavu bungeni, Mheshimiwa Stella Ikupa. Tuwasikilize sasa watanzania waliopata tenda kupitia fursa za makundi maalum, wao walifanikiwaje. Inaitwa Goodwill Linus ni mwenyekiti wa kikundi cha Nyota Bora ambacho kimesajiliwa katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kikundi chetu ni kikundi cha watu wenye ulemavu. Tunafanya kazi ya kubeba mizigo ya abiria kwa kutumia matoroli katika kituo kikuu cha mabasi ya Magufuli kwa ambayo tumeipata kupitia Mfumo wa NeST. Ni tenda ya mwaka mmoja kwa mwezi kosti milioni nane laki tatu laki nne. Ni e, fursa nzuri kwetu. Wito mkubwa kwangu kwa watu wenye ulemavu ni kujitokeza, wasifikirie kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani. Hii haiishi hadi iishe. Jambo zuri lina wahamasishaji wengi na maalum. Mwakilishi wa watu wenye ulemavu bungeni, ambaye pia ni msanii maarufu wa bongo fleva, mheshimiwa Khadija Shaban maarufu kama Keisha, anazungumziaje fursa za tenda kwa watu wenye ulemavu? Hii asilimia thelathini ya tenda ni jambo ambalo ni la lazima, na watu wasipofanya wanachukuliwa hatua. Sasa hizi fursa mnatakiwa mzifahamu na mzijue. Mama Samia ameleta slogan nzuri sana amesema kazi na utu. Hivi mnafahamu utu huo ni upi? Ni utu wa kusaidia makundi yote ambayo yanapaswa kusaidiwa, na sisi tukiwepo watu wenye ulemavu tunapaswa kufanya kazi, na tuna uwezo mkubwa sana. Mimi nawaambiani ukweli, mimi nina uwezo mkubwa sana na nyinyi huko mna uwezo mkubwa sana. Mnaweza kwenda kuomba tenda na mkafanikiwa, na mkawa matajiri. Tenda Radio. unaendelea kusikiliza Tenda Radio. Bila shaka umepata madini ya kutosha kuhusu fursa za zabuni za umma kupitia mfumo wa Nesti, hususan kwa makundi maalum. Kilichobaki sasa ni kuchukua hatua: unda kikundi cha watu watano hadi ishirini, sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, pata TIN namba. Kisha halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuorodheshwa, ili kila taasisi iweze kuwaona na itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa Nesti. Baada ya hapo mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa Nesti kukamilisha usajili na hapo mtaanza kuona tenda za serikali. Msaada wa jinsi ya kujisajili na kuomba zabuni unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736 49 49 48 au support at nest .go.tz kwa msaada wa haraka. Tumalize na Joseph Muhozi, afisa uhusiano mwandamizi kutoka PPRA, ambaye anatupatia dondoo za fursa za zabuni zilizotangazwa kwenye mfumo wa NeST. Joseph, kuna nini leo kwenye NeST? E, Sonata, tenda zipo nyingi sana kwa maelfu na zote zinapatikana kupitia mfumo wa NeST, lakini kutokana na muda mm -hmm, nitazitaja mbili tu nazoziona kwa haraka. Wakala wa usajili wa biashara na leseni, yani BRELA, wao wametangaza zabuni, wanahitaji matairi kwa ajili ya magari yao. Maombi yameanza kuwasilishwa kupitia mfumo wa NeST kuanzia Novemba 7 mwaka 2025 na mwisho ni Novemba 14 mwaka 2025, muda ni saa 8 kamili mchana. Hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Pwani, maarufu kama hospitali ya Tumbi, wao wametangaza tenda ya chakula Catering Services na wao pia maombi yanawasilishwa kupitia mfumo wa nesti kama kawaida, na ni kuanzia Novemba 7 mwaka 2025, mwisho ni Novemba 14 mwaka 2025 saa 8 kamili mchana. Kama nilivyosema awali, zabuni zipo nyingi sana, kwa maelfu. Unachotakiwa kufanya jisajili sasa kupitia nesti.go.tz, ushiriki michakato ya tenda za serikali ili ujikomboe kiuchumi. Mimi ni Joseph Muhozi, afisa uhusiano kwa umma mwandamizi wa PPRA. Endelea kusikiliza Tenda Radio. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Fursa hazikusubiri uwe mkamilifu, zinasubiri uchukue hatua na ushiriki kuzitafuta. Unapochukua hatua kwa ujasiri, jitihada ndogo zitafungua milango ya mabadiliko makubwa. Anasema Mhenga kutoka Pwani ya Afrika Mashariki. Fursa za tenda za serikali hazikusubiri uwe mkamilifu kwenye kila kitu. Jiunge na wenzako, muongeze nguvu ya kushiriki michakato ya tenda za serikali kupitia mfumo wa nesti Tafakari, chukua hatua. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na toa maoni yako. Shukrani za pekee kwa Mkurugenzi Mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA.